So we are going to learn how to register wallet yetu Inkryptus eh? Sio kitu kigumu. So unaingia kwenye Play Store au App Store, then unaandika Inkryptus. Unaona hapa, itakuletea this wallet hapa. So huku, utaona pameandikwa install. Utabonyeza install. Kwa watu wanaotumia iPhone, I think pameandikwa get. Utabonyeza get, uta open, uta nani, uta uta install kwenye simu yako then utabonyeza hapa open. Kisha open hapa eh, So, bonyeza hapo kwenye sign up kwa sababu ndo unasajili kwa mara ya kwanza. So unabonyeza hapo kwenye sign up utaweka email yako pale juu, anakuambia uweke email, unaona eh? Utaandika email yako hapo juu eh, then utachagua username. Chukua username ambayo ina- inaeleweka, so you can even use Evodia E, labda mfano kama hivyo DS, yani namaanisha tumie jina lako, usitumie jina langu. So use your username. Usiandike my username ya ajabu ajabu. E, it's a serious thing. So hapa kwenye full name tumia majina yako kamili. Watakapoleta KYC, usipoweka majina yako kamili hapa yanavyoonekana kwenye kitambulisho, e, atakupa shida baadaye because this is a hybrid wallet. So watakuja kuweka KYC. Then hapa kwenye who invited you, e, who invited you unaandika mtu ambaye amekushirikisha this amazing opportunity. So you just write, mfano kama unaandika hapa Blandi Eh, Blandi, see. So you ask for who invited you from the person ambao amekushirikisha this amazing opportunity. So um, you come like that. Kwa hiyo jinsi, ndio jinsi unajaza. Ukishamaliza kujaza kila kitu hapo, unabonyeza next step. Hapa hivi, hii sehemu ya njano, see here, you click here, next step. So you click here, next step. Hekshe ita code itatumwa kwenye email yako. So you go to your email and take your code, sawa. So, utaenda kwenye email yako uweze kuchukua kodi yako. Utaiona huko kwenye email, ukigeti kwenye email utaona kodi yako, sawa, eh, just make sure kwamba you have written your email correctly, kodi inafika haraka sana wala taichukui muda, unaona. So utakuja utachukua kodi yako hapa, inatoka Inkryptus, sawa, so, eh, inatoka Inkryptus kama unavyoona hapa, so you come you click hapa ili uweze kukopi, eh, you copy the code, then utarudi kupokuwa unasajili, sawa, so, eh, utarudi kupokuwa unasajili utakuja hapo utapesi kodi yako. Okay, shapes code yako hapo utabonyeza next. Sawa, so, utakuja utatengeneza password hapa. Password inatakiwa in huyo na special character. So I'm just going to choose any password. So password na utumia kwa I don't even try it. So naweza ukasema labda eh, labda niseme labda nataka kutumia kuese. You, you choose any password. Ubonyeza huku. Huku pembeni huku. Huku. Itakuonyesha Eh, kama unataka kuona password yako utabonyeza hapo, itakuwa hivyo. So, sasa nataka kuandika kuwese password natakiwa iwe na rufi kubwa moja iwe na special character, unaona 8 character lakini iwe na special character. So special character ni kama hat, ni kama dola. Kwa hiyo unaweza ba ukaandika hivyo dia labda kuwese ukaandika labda 12 e, one special character. Unaona hapa? Yaani mpaka maneno yapote labda uandike dola. Unaona? Tayari inakubali. So you can create a password. Unaweza ukatumia password unaotumia sehemu nyingine, ili usio na mapassword mengi na kuchanganya. Unasawa, so unahakikisha kwamba password zako zinafanana, then unabonyeza hapa save, then unakuja hapa una select gender sawa eh? una select gender. So hapa unakuja hapa unaandika Tanzania, sawa eh?

Um, yeah. So, kuja hapo una select gender kama ni female au ni male, then you select your birthday so I'm going to select any birthday unaona, eh? Well, hapo una select your birthday. Eh, 18 years old. Must be 18 years old and above. So let's change the year here. To change here. Mm -hmm. So I'm just going to click. So you write your birthday. How do you write your birthday ukibonyeza tu hapa banakuletea hapa, unaweza ukabonyeza hapa kwenye hichi kiedit hapa, then ukaandika hapa labda hiyo tarehe hiyo. Hapa ni mwezi, unaanza na mwezi, then tarehe hii nani ni tarehe, alafu ni mwaka. So let's say labda tuweke, labda eh, tuweke labda 2020 bado, let's say 19 eh, 19 labda 50 you just write any so kabonyeza. so, hapa next step, sawa so, then baada hapo unakuja, unapandisha, unasoma if you want to read you read, then you agree sawa so, una agree so, hapa E, then itakuleta tena kwenye hii page, utaridi utaridi utaridi utaridi utaridi utaridi utaridi utaridi then uta agree hapa, unaona. Then baada ya hapo itakuleta kule mwanzo. Sasa mimi don't to, to say nani to register this so I'm going to disagree to register your wallet. Ita, ukisha agree zote itakuleta hapa mwanzo sawa. So utakuja uta login hapa, uta login hapa username yako na password yako hapa sawa. So, then utaingia moja kwa moja itakuleta kwenye wallet yako. So that's how you register your wallet. It's important uhakikishe kwamba hapa umejaza e, usisajili wallet bila kujaza hapa, jaza hapa, then nenda kwa mtu ambaye amekuelekeza aweze kukuat kwenye group letu la, la, la, la VIP iweze kupata updates zaidi, e, more advanced updates kwa watu ambao tayari wana wallet na watu ambao tayari wameshawekeza. Karibuni sana